DW Idha ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Imetimia saa 12 kamili za asubuhi huko Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu umeamka salama msikilizaji, na habari za asubuhi, na karibu kwenye matangazo haya, DW Habari za ulimwengu Msomaji ni lile ni mtono na kwanza ni muktasari wake. Ukraine yajiandaa kujiondoa kwenye mkataba wa utawa unaozuia matumizi ya mabomu ya ardhini. Iran yaonyesha mashaka makubwa juu ya uamuzi wa Israel wa kusitisha mapigano na watu kumi na moja wafa baada ya kuporomokewa na mgodi wa dhahabu huko Sudan. Habari kamili, Kiev. Rais Volodimir Zelenski wa Ukraine ametia saini makubaliano ya kuiondoa Ukraine kwenye mkataba wa Otawa unaopiga marufuku matumizi ya mabomu ya kufukia ardhini. Hii ni kulingana na waraka uliochapishwa kwenye tovuti ya rais, ikiwa ni hatua ya utekelezwaji wa uamuzi wa baraza la usalama na ulinzi la kitaifa la Ukraine la Juni 29 mwaka 2025. na uamuzi huo lakini, ni lazima uidhinishwe na bunge la Ukraine na kuwasilishwa Umoja wa Mataifa kabla ya kuanza kutekelezwa. Mkataba wa Ottawa wa mwaka elfu tisamia na tisini na saba unapiga marufuku matumizi, uzalishaji, uhifadhi na uhamishaji wa mabomu ya ardhini, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwalinda raia dhidi ya vilipuzi ambavyo vinaweza kuwalemaza ama kuwaua muda mrefu baada ya mapigano kumalizika. Hatua hiyo ya Ukraine inalingana na zile zilizochukuliwa hivi karibuni na mataifa ya Baltiki na Poland. Tehran - Iran imesema jana Jumapili kwamba haina imani kabisa na hatua ya Israel ya kujitolea kusitisha mapigano na kuhitimisha makabiliano makali yaliyosababisha uharibifu kati ya maadui hao wawili. Mkuu wa majeshi ya Iran Abdurrahim Musavi alinukuliwa na televisheni ya taifa akisema kuna mashaka makubwa juu ya utii ulioonyeshwa na adui yao Israel, huku akionya kwa kwamba wako tayari kujibu kwa nguvu ikiwa watashambuliwa tena anatoa matamshi haya siku sita baada ya usitishwaji wa mapigano uliotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump. Vita baina ya mataifa hayo vilidumwa kwa siku kumi na mbili baada ya Israel kuanza kuishambulia Iran kwa mabomu na kuwaua wa makamanda wakuu wa kijeshi na wanasayansi waandamizi wanaohusishwa na mpango wake wa nyuklia. Tehran ilijibu kwa kuishambulia kwa makombora miji ya Israel hatum karibu wachimbaji kumi na mmoja wa dhahabu wamekufa baada ya kuangukiwa na mgodi nchini Sudan, kampuni ya uchimbaji madini inayomilikiwa na serikali imetangaza jana Jumapili. Kampuni ya rasilimali madini ya Sudan SMRC imesema tukio hilo lilitokea katika mgodi wa Kish Alfil katika eneo la jangwa la Howeid lililoko katika miji inayodhibitiwa na jeshi la Atbara na Haiya nchini Sudan wachimbaji wengine saba walijeruhiwa na kupelekwa katika hospitali, imesema kampuni hiyo, ambayo hata hivyo haikusema ni lini ajali hiyo ilitokea. Ingawa Sudan ni muuzaji mkubwa wa dhahabu nje ya nchi, lakini matukio ya kuanguka ni jambo la kawaida kutokana na viwango duni vya usalama. SMRC ilisema awali ilisitisha uchimbaji katika mgodi huo ulioporomoka kutokana na kitisho cha usalama wa maisha. Washington Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuhudhuria ufunguzi wa kizuizi cha muda cha wahamiaji kusini mwa Florida kilichopewa jina Aligeta Alcatraz. Trump ataandamana na waziri wa usalama wa taifa Kristi Noem, aliyemtaka kuambatana naye, hii ikiwa ni kulingana na chanzo kinachofahamu suala hilo ambacho hakikutaka kutambulishwa. Takwimu za serikali zimeonyesha idadi ya wahamiaji kwenye kizuizi hicho imeongezeka na kufikia elfu hamsini na sita mwezi Juni kutoka elfu thelathini na tisa wakati Trump alipoingia madarakani. Kituo hicho kilichopo kwenye eneo lenye idadi kubwa ya mamba na nyoka aina ya chatu kinafunguliwa katikati ya jitihada za Trump za kuzuia na kuwafurusha wahamiaji aliosema waliingia kwa wingi wakati wa utawala wa mtangulizi wake Joe Biden. Na kwenye michezo, kocha wa Manchester City Pep Guardiola ameungana na kocha wa zamani wa Liverpool Jurgen Klopp aliyesema kwamba wazo la kombe la dunia la vilabu ni la hovyo kuwahi kutekelezwa kwenye historia ya soka. Klopp aliambia gazeti la Ujerumani la Welt am Sonntag jana Jumapili kwamba kalenda ngumu haiwapi wachezaji nafasi ya kupumzika kimwili na kiakili, lakini pia uwezekano wa majeruhi. Guardiola amesema anaielewa vizuri hoja ya Klopp ambaye kwa pamoja walipinga sana huko nyuma wakitaka wachezaji na makocha wapewe nafasi ya kupumzika ili kuimarisha viwango vya ubora. Hata hivyo licha ya kupingwa, Guardiola anasema anatamani timu yake ichukue ubingwa wa michuano hiyo ya FIFA, akisema anajivunia kushindana na kushinda. Na huu msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. DW makala yetu leo <laughs> Kariakoo, soko la kimataifa la biashara katika jiji la Dar es Salaam ambalo linahudumia wakazi wa Dar es Salaam na mikoa mingine ya Tanzania, lakini pia wafanyabiashara kutoka nje ya nchi ambao wanakuja kununua bidhaa mbalimbali mbali, ambazo zinatengenezwa hapa nchini na kutoka mabara mengine. Katika siku za hivi karibuni, Tanzania hususan jiji la Dar es Salaam linashuhudia ongezeko la maduka makubwa ya biashara yanayouza bidhaa mbalimbali, na baadhi ya maduka hayo ni yale yanayomilikiwa na wawekezaji kutoka nje ya nchi. Ongezeko la maduka hayo makubwa ya biashara yameanza kuibua maswali. Je, inaashiria nini kwa uchumi wa nchi? Lakini pia ipi nafasi ya bidhaa za wafanyabiashara wa ndani kuuza bidhaa zao katika maduka hayo makubwa? Mimi ni Anwar Mkama, karibu katika makala yetu leo ya DW Kiswahili. Shughuli zikiendelea katika duka la kibiashara ambalo halina muda mrefu limefunguliwa katika jiji la Dar es Salaam duka hili kubwa lina bidhaa za kila aina huku asilimia karibu tisini na tisa bidhaa zikiwa zinatoka China. Naambiwa pia hata mwekezaji wake anatokea katika taifa hilo kinara kwa kuwa na uchumi imara duniani. Kila kona ya Dar es Salaam kwa sasa kuna maduka makubwa ya biashara. Watu wengi hususan wakazi wa jiji hili lenye watu milioni tano wamekuwa wakijiuliza kulikoni na hii ina maana gani kwa uchumi wa nchi? Beatrice Kimaro ni mtaalamu wa uchumi ambaye pia ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi. na uwepo wa hizi uh, au majengo haya huwa yanachochea ajira zisizo rasmi na zilizo rasmi. Kwa mfano, kwa wastani Mall moja kubwa inaweza kuajiri watu zaidi ya mia tano mpaka elfu moja. Hapa nazungumzia wafanya usafi, nazungumzia walinzi, nazungumzia wale ambao wamekuwa wameajiriwa moja kwa moja mule ndani na wengine wengi eh. Kwa hiyo unaweza ukaona watu zaidi ya 500 mpaka elfu moja wanaweza kuwa wameajiriwa kwenye jengo moja tu, na hii inasaidia sana kuchochea uh, ajira kama ambavyo nimesema, lakini cha tatu uh, inasaidia pia kuboresha miundombinu uh, kuongezeka kwa, kwa, kwa majengo haya kunaambatana na, na uboreshaji wa barabara kwa maana ya miundombinu, lakini pia inasaidia huduma za umeme uh, lakini pia hata maji na usafirishaji. Beatrice anasema pia ongezeko la maduka hayo makubwa ya biashara yanatafsiri hasi katika uchumi wa nchi. Biashara nyingi zinazo zinazouzwa kwenye majengo haya hujikita sana kwenye bidhaa zisizo za uzalishaji wa ndani, kwa mfano nguo, lakini mitindo, hata vifaa vya kielektroniki, na hivyo huongeza matumizi ya fedha za kigeni kwa kuagiza bidhaa kwa, kwa mfano utakupa hata kumu zilizotolewa na TRA mwaka elfu mbili na ishirini na tatu zilionyesha kuwa bidhaa za rejareja reja za walaji kwa maana ya fast moving consumer, uh, consumer goods uh, kutoka nje zilichangia zaidi ya asilimia arobaini na tano ya mauzo ya, mali, ya, ya ya mall kubwa hususan zinazotolewa zinazouzwa kule jijini Dar es Salaam. Ndio maana utaona hata masoko haya mengi au majengo haya hata wamiliki wake wengi unakuta sio sio Watanzania. Kwa hiyo kama sio Watanzania, mara nyingi hata bidhaa wanazoziuza zinatoka aidha nchini kwao au wanaagiza kwenye mataifa mengine. Kilio kikubwa cha wafanyabiashara wa zawa ni kuona bidhaa zao hazipati nafasi ya kuuzwa katika maduka haya makubwa ya biashara, yaani malls, hususan zile zinazomilikiwa na wenyeji. Nakutana na Lea Mayaya, mkurugenzi wa kampuni ya Eaka inayoshughulika na usindikaji wa viungo vya chakula na ungalishe tumefika kuwafikishia huduma zetu tukihitaji kuwapelekea bidhaa hizo, lakini kwa kweli mwitikio wao umekuwa ni wa kuchelewa. Kwa sababu katika moja ya maduka fika fiziko, tukaongea nao, na kwa sababu walionyesha kutupokea vizuri, kwamba tunapokea hizo bidhaa, wakatupa vigezo vya awali, na vigezo hivyo tulikuwa navyo, wakasema basi tuwasiliane kwenye email. Kwa hiyo tulifanya mawasiliano kwenye email kwa kwa kuwapa bidhaa ambazo tunazo na bei zetu. Kasubiri majibu yao lakini hawakujibu. Hiyo trendi inayokwambia ni conversation ambazo zimechukua miaka miwili, zaidi ya miaka miwili sasa, kwa sababu toka tulianza hizo conversation ilikuwa elfu mbili na ishiri na mbili na sasa tuko elfu mbili na ishiri na tano Kwa hiyo nashindwa kusema moja kwa moja hawataki au ni vipi, kwa sababu hawakusema hawachukui. Changamoto waliokutana nayo Lea Mayaya, mkurugenzi wa kampuni ya Yaka, imewakumba pia wafanyabiashara wengine wa Tanzania ambao waligonga mwamba kupata nafasi ya bidhaa zao kuuzwa katika maduka makubwa ya biashara ya wawekezaji kutoka nje ya nchi. Dr. Hilbrand Shayo ni mtaalamu wa uchumi na mfanyabiashara. Yeye anasema kuna sababu kadhaa zinazochangia wafanya biashara nchini kushindwa kuuza bidhaa zao katika maduka hayo makubwa ya biashara. Mimi siku za nyuma niliwahi kufanya utafiti na nikaanza kuuza ubuyu nili, nili, nili upake kwa standard ya hali ya juu ambayo ni kama unaoukuta kwenye soko lilioko pale London, na kwa kweli nilifanya biashara. Eh, sasa nimezungumzia ubuyu tu bado kuna asali eh, kuna pilipili pili hoho bado kuna tangawizi kuna binzari na mazao mengi tu ambayo yale mazao yanaweza kuzalishwa na yakaboreshwa yakaongezewa thamani. Kwa hiyo kuwepo kwa hizi eh, mall, ni fursa kwa upande mmoja, lakini ni changamoto kwa wengine ambao tuna, tunaacha utamaduni wa kutumia vya kwetu, tunafikiria utamaduni vya nje ndio bora zaidi. Uwepo wa mazingira mazuri ya uwekezaji pamoja na kuzidi kukua kwa kipato cha mtu mmoja mmoja kunaelezwa na wataalamu wa masuala ya uchumi na biashara kuwa kutaongeza ushawishi kwa wawekezaji kuja kuwekeza zaidi katika maduka hayo makubwa ya biashara. Wataalamu hao wa uchumi, akiwemo muhadhiri mwandamizi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Profesa Omar Mbura, wanasema suala la ushindani wa kibiashara hali epukiki kwa sasa na nikiri tu kwamba ukija ukiangalia kwenye upande wa ubora bidhaa, inawezekana tu, ukiacha uzalendo, unaweza ukajikuta watu wengi wanapenda bidhaa za nje kuliko kuliko, na tafiti kwa kweli zimeonyesha hivyo. Lakini pia kwa upande mwingine, ukiangalia bei ni kwa nini, kwa mfano bei za baadhi ya bidhaa kutoka nje zinaweza kuwa chini? Hilo nalo ni jambo la kuangalia. Na kwa kweli uh, kwenye tunaishi kwenye pyramid ambapo watu wengi kimsingi wanapenda bidhaa ambazo ni zina gharama nafuu tuna haja ya sisi kuangalia namna gani tunaweza tukaboresha ubora wa bidhaa zetu, bei, tuvumishe, lakini tusambaze inavyostahii. Licha ya wafanyabiashara wa zawa kutakiwa kuwa tayari kushindanisha ubora wa bidhaa zao na zile kutoka nje ya nchi, bado Beatrice Kimaro, mhadhiri wa uchumi wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, anaamini mwongozo lazima utolewe kwa uamiliki wa maduka hayo makubwa ya biashara, ili wazawa waelewe kitu gani ambacho wanapaswa kufanya. tulikuwa tunashauri zoezi hili likafanyike kwa win-win situation kwamba labda basi kama kuna vigezo au kuna changamoto ambayo wao wanaona ipo upande wa wazalishaji wa Kitanzania, ni vizuri wangewasiliana na sisi ili tuweze kuboresha, lakini kwa kukaa kimya unashindwa kuelewa ni kwamba hawako tayari au wanachelewesha, labda wana sababu ambazo pengine wangefunguka ingetusaidia sana. Kwa hiyo unaweza ukadhani labda wapo kwa ajili ya kufanya biashara za kwao tu, wameweka uwekezaji hapa, lakini wanaleta bidhaa zao tu. Serikali ya Tanzania imekuwa ikijipambanua kuvutia zaidi wawekezaji kwa kile ambacho imekuwa ikieleza ni kutoa fursa zaidi za ajira, hususan kwa vijana, lakini kuifanya Dar es Salaam kuwa kitovu cha biashara Afrika Mashariki. Waziri wa viwanda na biashara Dr Sulemani Jafo aliwahi kusema kuwa serikali itahakikisha inavilinda viwanda vya ndani. Naomba niwahakikishie kwamba tutajitahidi kupitia baadhi ya mambo yenye changamoto kubwa ya wazalishaji wa ndani na hasa bidhaa zinazozalishwa ndani. Tutalifanya hili kwa nguvu kubwa sana kuhakikisha bidhaa za ndani zinapata masoko kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunatunza ajira na uendelevu wa viwanda vyetu. Kwa nukta hiyo, makala yetu leo ya DW Kiswahili haina la ziada. Mimi ni Anwar Mkama, asante kwa kuwa nami na kwaheri. DW. Vijana tugutuke. Hujambo na karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya DW popote pale ulipo, na kukaribisha kwenye kipindi hiki cha vijana tugutuke, kipindi ambacho kinawapa nafasi vijana kujadili juu ya mambo mbalimbali mbali. Na kwa siku ya leo kipindi hiki kinasikika kutokea hapa mkoani Mtwara kusini mwa Tanzania, na kikubwa ambacho tunakwenda kukijadili, tunaangazia athari za mdondoko wa elimu katika mkoa huu wa Mtwara. Ninakukaribisha, jina langu ni Salma Mkalibala, ambatana nami mwanzo hadi mwisho na moja kwa moja niwape nafasi vijana ambao nimepata bahati ya kushirikiana nao kwenye kipindi wajitambulishe majina yao. Kwa majina anaitwa Razaki Luambano, ni kijana mjasiriamali kutoka mtaa wa Ligula a hapa manispaa ya Mtwara Mikindani. Kwa majina anaitwa Magret Mrope, ni mratibu wa vijana na wanawake, natokea shirika la Faopa. Kwa majina anaitwa Ruben Alex Mwambe, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sauti Mtwara. Kwa majina wow, naitwa Violet Charles ni kijana wow, mwenye saluma ya walimu. Msikilizaji, baada ya kusikia utambulisho huo wa vijana ambao niko nao leo kwenye kipindi hiki cha vijana tugutuke, basi moja kwa moja tuanze kufungua mjadala wetu kuangazia suala hili ambalo nimesema tunalijadili leo kwenye kipindi hiki cha vijana tugutuke ambalo linahusu athari za mdondoko wa elimu katika mkoa wa Mtwara kwa kifupi tu nikuambie kwamba Uh, mkoa wa Mtwara ni miongoni mwa mikoa ambayo imekuwa kikabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo mbali swala hili la elimu na kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2023 na 2024 mkoa huu umekuwa ukikabiliwa na changamoto ya mdondoko wa elimu kwa zaidi ya asilimia 20. Je, yeah, nini kinasababisha changamoto hiyo? Basi leo nipo na vijana hawa waweze kutoa mitazamo yao na maoni yao katika swala hili. Na nianze na Margaret, aanze kutuelezea tafsiri ama uelewa wake juu ya neno hili mdondoko wa elimu . Tunapozungumzia mdondoko wa elimu inamaanisha ni kushuka kwa kiwango cha elimu ama kuacha shule, na waathirika wengi wa matukio kama haya ni wanawake, japokuwa na vijana wa kiume kwa kiwango chake. Raza unataka kuzungumza? E, karibu zungumza. Hmm, ah, kwa jinsi ninavyoelewa mimi mdondoko ni kama kuporomoka ama kushuka aidha kwenye upande wa ufaulu au wanafunzi kutopenda elimu pia baada ya kusikia tafsiri ya mdondoko wa elimu kutoka kwa Razaki na Margaret, tuangazie sababu zinazosababisha mdondoko huo wa elimu hapa mkoani Mtwara. Zipo sababu nyingi, kuna sababu za kiuchumi, kuna sababu za kijamii, lakini pia ndani yake kuna imani. Nianze kuelezea kwenye upande wa sababu za kiuchumi, familia nyingi sana huwa hazijiwezi kiuchumi, kwa hiyo unakuta imani inajengeka kwamba ili mwanafunzi au ili mtoto aweze kufanikiwa, lazima ajikite kwenye kilimo. Kwa mfano huko upande wetu wa mikoa ya pwani, kuzunguzia Mtwara, kuna shughuli za kiuvuvi kwao, unakuta mzazi anamuhimiza mtoto abezi kwenye shule ambazo yeye mzazi anaziamini. Kwa hiyo hata mule mwamko au mzazi kumuhamasisha mtoto aweze kusoma, na kwa kidogo ni mdogo, Margaret. Uwepo wa mila ambazo zinachangia kwa namna moja ama nyingine wanawake ama vijana washindwe kufikia ndoto zao, mfano mila ya jando na unyago. Kwenye jando na unyago mtoto wa kike anafundishwa ni kwa namna gani anaweza kuwa chini ya mwanaume ama ni namna gani anaweza kuhandle familia yake. Kwa hiyo hata pale anapokuwa mkubwa anathamini ndoa kuliko elimu. Mwisho wa siku anajikuta kwamba anaacha elimu kwa sababu tayari amepata mafunzo ya kitamaduni na kuona kama familia ni kitu cha muhimu sana kulinganisha na elimu katika umri mdogo. Uh, Violet. Vijana tulio wengi kwa sasa hivi tumejishindwa kuendelea na elimu kwa sana kwa sababu hata familia zetu tunazoishi nazo, wamekuwa wazazi wetu wakitukatisha tamaa pia. Wenyewe wanatuambia wewe unaenda kusoma ili upate nini? Angalia kaka yako amesoma mpaka chuo amepata nini? Ah, nikitolea mfano mzuri, hata mimi mwenyewe mpaka sasa hivi sijapata ajira bado. Kwao ni ngumu sana mtu kumwambia kwamba aendelee na shule au kumshawishi na wakati una, anakuona kabisa wewe mwenyewe bado hujapata kile kitu ambacho unataka. Kwa hiyo ni ngumu sana katika upande wa elimu kumshawishi mtoto kuendelea na elimu. Kwa hiyo Violet, nataka kutuambia kwamba kuna sababu ambazo zinapelekea watu kutokuthamini elimu katika jamii hii, na mojawapo hilo ni kwamba umesema wewe hujaajiriwa, na maana kutopata ajira nayo inawezekana nikawa ni sababu ya watu kutokuwa na mwamko wa elimu ama kutotilia mkazo swala la elimu. Ndio, hiyo ni sababu moja kubwa kwa sasa na pia kwa nyakati tulizo sasa hivi, mtu anaamua ni bora ajikite katika ku, kujitafuta yeye mwenyewe ajiongoze kuliko kustruggle kusoma ili aje ajiriwe. Ndio, Ruben, nimekuona na e, nataka niongezee kwa hapo kwamba kwenye swala la kushuka kwa elimu pia kuna ishu ya wazazi, pia wanashindwa kuangalia watoto wao vizuri, kwamba kuwajibika vizuri, kwamba mwanafunzi ametoka shule, mzazi uangalii daftari ushiki hichi utaki kujua chochote. Na kuna wengine wanawajibika wanalipa, wanalipa tu ada, hataki kuuliza mwanaye ma, maendeleo yake kitaaluma, ki, ki, ki darasani yapoje. Hayo mambo pia yanamshusha mwanafunzi na anamtoa kwenye hiyo motisha kwamba hapa narabi nisome kwa kuwa mzazi huna muda wa kumfuatilia mwanao. Nini athari za haya yote ambayo yanaendelea? Mmeyazungumza, mmeyataja, mmeyaona, athari zake ni nini kwa jamii hii? Athari ya kwanza ni kupunguza fursa za ajira, za kipato. Wanawake ama vijana ambao wanaacha shule mapema hupoteza fursa za kupata elimu ya juu na stadi muhimu za kazi. Hii inawalazimu kutegemea kazi zisizo za rasmi au za kipato duni, jambo linalodumaza maendeleo ya kiuchumi. Mwisho wa siku wanaingia katika kazi ambazo zisizo rasmi, unakuta wasichana wanaingia katika kufanya biashara ya miili yao, lakini pia wa, kwa vijana wa kiume wanaingia katika makundi ya kihalifu kama vile wizi, ujambazi, unyang'anyi na kujiunga na vikundi vile ambavyo vinachochea uvunjifu wa amani katika mkoa wetu. Lakini eneo la pili ni eneo la kuongezeka kwa uwezekano wa ndoa za utotoni. Mtoto wa kike anapoacha shule inamlazimu akose kitu ambacho anaweza kukifanya katika jamii. Huongeza utegemezi wa wanawake na kupunguza nafasi yao ya kujitegemea. Mwisho wa siku, mtoto wa kike anaamua kwenda kuolewa. Ruben, nafikiri kwenye asari pia unaweza ukaona kwamba kwenye jamii zetu kuna makundi makundi ya vijana wanatoka shuleni, marafiki ambao labda walikuwa tuseme darasani wa uzuri vipindi pamoja, wale marafiki hawataachana kwa sababu ni tabia zinaendana. Hizo asari utaziona hata mtaani, vile vikundi vya watu nakuta, baadaye ndio wanakuwa wezi, wafuta banki, kwa sababu darasani pia walikuwa wameachwa sana nyuma, makundi makundi, unaweza kukuta kutokana na zile tabia ziotoka nazo shule. Kuna watu wengine mtaani, hata vijana wadogo ambao ni wadogo zao, lazima wao wanawashawishi wa, wa, waingie kwenye hayo makundi. Nini sasa kifanyike kwa upande wa jamii? Nini pia kifanyike kwa upande wa serikali na wadau wake ambao wamekuwa wakisaidia kuunga mkono masuala haya ya kielimu? Kwanza kuondoa taarifa zisizo sahihi kwa watoto wa kike ama vijana, na pia kuweka kipaumbele cha wa vijana ama watoto wa kike kushiriki kikamilifu katika masomo yao, Violet. Ningependa serikali waongeze umakini katika kuwapa elimu zaidi au kujikita zaidi katika elimu, kuelimisha hii jamii ndio tulionayo. Ruben, nimekuona nao nataka kuongea. E, nataka niongezee kwa hapo kwamba wadao pia mkiwa mna support serikali kwa namna moja ama nyingine itazidi kukuza elimu yetu kwenye nyanja mbalimbali. Araza, ushauri wangu mimi kwenye ile asilimia kumi ya, ya mikopo ambayo inatolewa kwenye vijana iongezwe, ili wale vijana ambao wamekosa ajira serikali na JKT na wale ambao wamehitimu vyuo wakichanganyika, wale tutapunguza idadi ya watu kubeti na bodaboda boda mtaani, maana watakuwa na uwezo wa kujitengenezea kipato halali na ukapata tenda hata serikalini pia. Na msikilizaji, na hadi kufikia hapo ndio tumefika tamati ya kipindi hiki cha Vijana Tugutuke ambacho kwa siku ya leo kilikuwa kinasikika moja kwa moja kutokea hapa mkoani Mtwara, kusini mwa Tanzania. Na kikubwa tulikuwa tunaangazia athari za mdondoko wa elimu katika mkoa huu. Kwa niaba ya wote ambao wamesikika kwenye kipindi, jina langu ni Salma Mkalibala ni kutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. DW. Jukwaa la manufaa. Hali gani msikilizaji, hasa wewe mpenzi wa kipindi hiki cha Jukwaa la Manufaa, karibu kwenye wakati huu mzuri unaokupa nafasi ya kutoa yaliyo moyoni mwako, ikiwa ni pamoja na kero, pongezi, dukuduku au hata ushauri kwa jamii inayokuzunguka na ninayekupandisha jukwaani leo hii. Naitwa Angela Mdungu, tafadhali kaa nami <mucho>

Kipande safi kabisa hicho cha muziki, na moja kwa moja na ilifungua pazia la jukwaa la manufaa leo hii. Ni mwanajukwaa huyu hapa, kwa njia ya simu. Kwa majina naitwa Lenga Chapati, ni makamu mwenyekiti umoja wa watumasalamu taifa, anapatikana Bariadi Mahaha, mkoani Simiyu. Angela, nipende kukushukuru sana kwa kunipa nafasi hii ya kuchangia jukwaa la manufaa. naam mimi leo nitakuwa na pointi moja, kulinda amani ya nchi yetu. Tunajua wazi kwamba tunaelekea kwenye uchaguzi. Sasa basi, ni waasi wa Tanzania, amani tuliyonayo tuitunze na tuithamini sana. Yoyote mtu tukimwona anaiangalia Tanzania yetu kwa jicho la husuda, hana nafasi katika Tanzania. Kwa mawazo wangu Tuangalie amani kwanza, mambo mengine baadaye. Shukrani sana mdau kwa njia ya simu. Na sasa anayelipanda jukwaa ni Agapiti Puka wa Arusha, Tanzania. Anasema analipanda jukwaa la manufaa kuzungumza na wanasiasa, hususan wa nchini Tanzania, wanaokuja kwetu wakati huu wa uchaguzi na kutulaghai kwa vitu na ahadi kedekede kede, na baada ya kuchaguliwa waoni tena na wasihi wananchi wachague viongozi wenye weledi na wa waache kuchagua kwa mazoea kwani sisi wananchi ndo tunaoteseka kwa kukosa barabara na mahitaji muhimu. Safi kabisa. Bila shaka wananchi, mmesikia ujumbe wenu, na ninyi wanasiasa, mnaotoa hadi hewa ujumbe Umewafikia. Zamu yake Timothy Ngaira unashiriki jukwani ukiwa hapo nchini Kenya. Unapenda kuizungumzia hali tete iliyoko hapo Kenya hasa kuhusiana na msukumo kutoka kwa wananchi wanaotaka haki ipatikane kwa watu waliowapoteza wapendwa wao mwaka jana kutokana na jinamizi la reject the finance bill yaani, kataa muswada wa fedha. Unasema ingelikuwa vyema kama wahusika wangepewa haki yao. Nageukia kwa James Erasto wa Mwanza Tanzania. Unalipanda jukwaa la manufaa kwa kuyaomba mataifa ya Mashariki ya Kati yakae meza moja ya maridhiano, ili yaondokane na migongano ya kikanda. Anayelipanda jukwaa hivi sasa ni Franco Robert Ibinga wa Kagasha, Muleba, Tanzania. Anasema mimi leo sina mengi bali nawaambia viongozi mliotuahidi ahadi zenu kipindi cha kampeni, leo mnakaribia mwisho. Sijui mtakuja na ahadi zile zile au itakuwaje? Sisi wananchi wenu tunawasubiri kwa hamu. Ndivyo unavyomaliza na mala Joas, junior wa Kakuraijo Karagwe, Tanzania, mimi kero yangu ni hawa vijana wanaokunywa pombe kupita kiasi. Yaani utakuta kijana anaongea matusi mpaka unatamani uzibe masikio. Kwa kweli, nawaomba wajirudi, kwani wakati mwingine tunakuwa na dada zetu, mama zetu, lakini mtu anatoa matusi mbele yenu kitu ambacho ni aibu. Shirima Shirima hajasema yuko wapi, lakini ameandika jamani, mambo ya mpira kwenye siasa si sawa. Amekomea hapo. Anayelipanda jukwaa hapa ni Klaus Kuoko wa Kiponzero, ambaye anasema maoni yangu kupitia jukwaa la manufaa, uchaguzi uwe huru na wa haki, na yote haya yatawezekana kukiwa na mabadiliko ya katiba. Na msikilizaji, kufikia hapo, toleo hili fupi la jukwaa la manufaa ndio linafika ukingoni kwa leo. Asante kwa kushiriki nami. Jina langu ni Angela Mdungu na kuaga kwa heri.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 Hotbed 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwaherini.